Experience ya Simba na timu za Angola. Idd Mpoma, unavyoona, tunakubaliana kwamba Simba hana wasiwasi na timu kutoka eh, Angola. E, ukiangalia kwa takwimu za hivi karibuni, uh, amekuwa ameweza kushinda nyumbani ugenini, mm. kianza mechi ambayo alicheza Kino na Primeiro de Agosto, akapata goli tatu kwa moja ugenini, mm, chini ya kocha Mgunda. Anakuja hapa mechi ya marudiano, Simba anashinda tena goli moja. Ameenda kucheza na Maquis mwaka jana, hapa anashinda goli moja anaenda kule anatoka na ya sare moja, sare moja moja. Kwa hiyo unaona ukiangalia ana mizani kwamba anaweza akapata matokeo nyumbani na ugenini, lakini unajaribu kuangalia sasa hivi pia unaweza ukasema unaweza kumpa advantage uh, wachezaji wa Petro na wengi, umri umekwenda, yaani ni wachezaji ambao wana age iliyoenda sana. Kwa mfano ukiangalia wana golikipa wao namba moja aitwa Hugo Marques ana umri wa miaka 39. Kipa namba moja mkongo, lakini hata kipa kipa namba kipa namba mbili kizeeka, tutakuwa mzuri zaidi. Haya, tunasema lakini, kama mua mua, ukikaa sana shambani shambani, kipa inasukari laki, e, inaongezeka inategemeana, lakini ina sukari inaongezeka <laughs> inategemeana, inate, inate, lakini pia a, na, hey, ana, ana, katika huo utamu wake <laughs> timu wanaocheza wanaomlinda wakoje wazuri, na amekutana na timu ya aina gani? Na timu za Angola zina tabia ya kulinda, wakiweka yeah. Ukuta wao mzee, hata uje na nyundo, hasa kukutana <laughs> na mnyama <laughs>. Ukiangalia senta baki wao, senta baki <laughs> uh -huh. uh, wao ambaye nae anaitwa Matheus Costa ni raia hmm. wa Brazil, ana umri wa miaka 30 na pacha ao ile wanaocheza anacheza naye mwingine naye anaitwa Kinito ndo ambaye Simba Yanga amemtaja, raia wa Angola, ana miaka 27. Kwa hiyo ukiangalia, unaona miaka 30 na hivi sasa hizo timu ya wazee kweli. Simba anajipigia tu hapo, hiyo sio sababu. Umeiva namna gani? Mwili ushakataa hapo 30, shahe kaka. Simba anajipigia hii timu bado pia unaangalia uh, unaona kwamba mm, mm, kwa ni namna gani awa eji zao nyingi zimevuka ishirini na saba, ishirini na nane, thelathini. Kwa hiyo inaweza ikakuonyesha ni kwamba uh, Simba kama watatumika vizuri na ukaamua kila mtu kujitoa uwanjani, ni mechi ambayo wanakwenda kuonyesha kitu cha ziada. Lakini unajaribu kuangalia pia takwimu za Simba kwenye mashindano ya kafu, anapokutana na timu za kariba, hii ndo zimekuwa zikimsumbua sana Yani, hizi ah, timu ambazo wewe unaona hizi uh, unaona kama unaweza kuzichukua kwenye mzani mwepesi hapa mm, zimekuwa zikimsumbua sana. Utarejea mechi ya Simba alicheza uh, na timu moja kutoka Zambia, kabla ilisongo juzi hapa alicheza na baadaye nao ambao ugenini walitoka mbili mbili, lakini hapa Simba alipata moja moja. Hiyo moja alichomoa mchezo wa chamazi, ile mechi eh, Joshua Mutale pamoja na huyu anacheza Yanga sasa hivi, Andy Boeli. Mechi ile Simba iliwasumbua mno, na pengine watu waliona Simba alikuwa safarika kwenda atua makundi na ishia pale. Kwa hiyo hizi mechi ambazo unaona kwamba unarejea pia mechi ya Haborone ile, eh, mechi ya Haborone hapo wote tumejiona, ndio ndio anapatikania pale, ndio anapatikana pale. Angalia mechi na Singizini ugenini, umepata ushindi mkubwa, wale wametoa hofu, wamekuja hapa wamefanya surprise ya yeah, nsingizike yeah, kwa hiyo kuna no namna Simba <coughs> pamoja na umri umekwenda, uh, na record yao nzuri, kuna vitu wanahitaji kuviboresha zaidi. Unajua, wakati mwingine uh, katika haya mashindano mechi ya kwanza ndio inakupa mwangaza mzuri zaidi na hakuna kitu kibaya kama unapoanzia nyumbani afu ukapoteza. Utajaribu kuangalia Simba, miaka mitatu ilianza hapa dhidi ya Raja uh, Kasablanka, yeah, walifungwa goli tatu tatu hapo yeah. Walitoka hapo wakawa wamejumba sana mpaka walipokwenda kukutana na kibu, timu ile ya Uganda uh, Vipers, Vipers, wakaifunga goli moja ugenini, wakaifunga goli moja nyumbani, wakapata zile pointi sita, ndio wakaja kutana na oloya na kuwafunga goli saba kupata pointi tisa ambazo ndio ziliwapeleka atuwe ya kwenda robo finali. Kwa hiyo kuna namna naona wakati mwingine Simba anapocheza na timu za kaskazini maandalizi yake yanakuwa makubwa sana, sana <coughs> na tofauti sana anapocheza na hizi timu ambazo uh, unaweza kuziona zipo kwenye mizani hiyo ya timu kutoka kaskazini, lakini kimsingi bado ubora wa Simba utakuwa kwa pale pale kwenye mashindano wa Kafu, uh, na kila sababu na kuna kitu ambacho tumejaribu kukilinganisha hapa mm. Kwamba mm. unaweza kuona ukirejea, uh, kwenye profaili ya Yanga amekuwa na timu tatu za kaskazini mm. kwenye mashindano ya Kafu, ukishaingia kwenye hii kumi na sita bora hakuna namna tuzikopa timu za kaskazini mm.